Iran yalipiza kisasi cha kutisha. Siku dunia ilishikilia pumzi. Karibu tena katika makala maalum ya Hubah Online TZ, na mwandaaji wa makala hii ni Ali Kasim Ali, na leo nakuletea simulizi ya kusisimua ya mashambulizi makali ya jana pale Iran ilipotumia kombora lake jipya kwa mara ya kwanza kwenye ardhi ya Israel. Hii si hadithi ya kawaida. Ni ukweli wa kutisha unaoibua hisia, hofu na maswali ya hatima ya Mashariki ya Kati. Usisome tu, ihisi. Halafu, usisahau kujiunga na chaneli yetu ya YouTube. Bonyeza subscribe sasa hivi kwa maudhui kama haya kila siku. Sura ya kwanza. Giza kabla ya kisasi. Usiku wa Juni 18, 2025 ulikuwa kimya kwa wengi duniani, lakini sio kwa maafisa wa ulinzi wa Israel. Saa 2 na dakika 37 usiku, mitambo ya angani ilianza kulia kama majimaji ya mvua ya moto yanayokuja kwa kasi kutoka anga la mbali. Rada za Iron Dome zilishtuka. Makombora yalikuwa yakija. Lakini haya hayakuwa ya kawaida. Kwa miezi mingi, hali kati ya Iran na Israeli ilikuwa imekuwa tete. Mashambulizi ya siri, mauaji ya maafisa na mashambulizi dhidi ya vinu vya nyuklia ya Iran vilikuwa vinaongezeka. Lakini jana Iran ilivunja ukimya. Sura ya pili. Komboro jipya, silaha ya uangamizi. Kwa mara ya kwanza, Iran ilitumia kombora lake jipya la kisasa linalodaiwa kuwa na teknolojia ya hypersonic, yaani lina uwezo wa kusafiri kwa kasi zaidi ya mara tano ya sauti. Komboro hili lina uwezo wa kubeba vichwa vingi vya vita kwa wakati mmoja, multiple independently targetable re-entry vehicles, na lina uwezo wa kupenya hata mifumo mikali ya ulinzi wa makombora. Mashambulizi yalilenga maeneo ya, ya Beersheba na haswa hospitali ya Soroka, eneo lililojaa wagonjwa na madaktari wasiokuwa na silaha. Ripoti kutoka ndani ya Israeli zinasema zaidi ya 240 watu walijeruhiwa, huku majengo kadhaa yakiungua kwa moto. Komboro hilo, kwa mujibu wa jeshi la Israeli, halikuweza kuzuiliwa na Iron Dome. Walisema makomboro haya yalikuja kwa kasi isiyowahi kushuhudiwa. Yalibeba vichwa vingi vya mlipuko na kila moja lilipiga kwa usahihi wa ajabu. Sura ya tatu. Moto unawaka kimataifa. Hii haikuwa tu vita kati ya Iran na Israeli. Iran ilitoa tamko rasmi. Tumeamua kujibu mashambulizi dhidi ya vituo vyetu vya nyuklia na kijeshi. Marekani inahusika moja kwa moja katika hujuma hizi. Dunia iangalie. Hatuko tena katika kivuli. Na kweli dunia iliangalia. Urusi, China, Pakistan na Algeria ziliunga mkono Iran kwenye ombi lao la kuitisha mkutano wa dharura wa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa. Mkutano huo unatarajiwa kufanyika Ijumaa saa 4 asubuhi kwa saa za New York. Swali kubwa likabaki, je, huu ni mwanzo wa vita kubwa ya kidunia? Sura ya nne: hofu ndani ya Israel. Ndani ya Israel hali ilikuwa ya taharuki, watu walikimbia hovyo. Vyombo vya habari vya ndani viliripoti wagonjwa wakihamishwa kutoka hospitali zilizolengwa, maeneo ya karibu na Gaza, Tel Aviv na Jerusalemu yakitangazwa kuwa maeneo ya hatari. Mikutano ya dharura ikifanyika mfululizo ndani ya bunge la Israeli. Waziri mmoja wa Israeli alinukuliwa akisema Ayatola Kamenei hawezi kuachwa aendelee kuwepo. Iran imevunja mstari. Maneno hayo yaliashiria uwezekano wa kujibu kwa nguvu kubwa, pengine mashambulizi ya moja kwa moja dhidi ya viongozi wa Iran. Sura ya tano, 5. Umiliki wa silaha za hofu. Kombora lililotumika jana linaaminika kuwa laina aina ya Fata 2, ambalo ni toleo jipya la Iran lenye uwezo wa kuruka hadi kilomita 1500 na kurusha vichwa vingi vya mlipuko, kila kimoja kikiwa na nguvu ya kuteketeza jengo kubwa. Taarifa nyingine zinaonyesha kwamba silaha hii mpya ilitengenezwa kwa msaada wa wataalamu kutoka Korea Kaskazini na kuungwa mkono kiteknolojia na Urusi. Je, Iran sasa imefikia kiwango cha kuhimili mapambano ya moja kwa moja na Israel? Je, Marekani itachukua hatua gani? Sura ya sita: Baraza la Usalama la Jiandaa. Ijumaa hii dunia itashuhudia moja mikutano mikubwa ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Katika mkutano huo, Iran italeta ushahidi wa kile wanachokiita ushiriki wa moja kwa moja wa Marekani katika kampeni dhidi yao. Urusi na China huenda wakatumia kura ya turufu veto, kuzuia hatua dhidi ya Iran. Israeli huenda ikaomba ruhusa ya kijeshi kujibu tishio la moja kwa moja. Huu unaweza kuwa mwanzo wa mabadiliko makubwa ya nguvu duniani, na sisi katika Daily na mimi tupo mstari wa mbele kukujuza kila hatua. Sura ya saba: dakika za kusubiri kabla ya vita. Hali ya sasa ni kama kimya cha kifo kabla ya mlipuko mwingine. Iran haijatangaza kusitisha mashambulizi, Israel nayo imesema haitosubiri kupigwa tena. Inawezekana makombora zaidi yakarushwa, inawezekana Israeli ikavamia moja kwa moja ardhi ya Iran. Inawezekana Marekani ikaingilia moja kwa moja kijeshi, na ikitokea hivyo, vita vya dunia vitakuwa vitani, sio tu kwa silaha, bali kwa nguvu za kiuchumi, kisiasa na kiteknolojia. Sura ya mwisho kabla hatujafika mwisho, rafiki zangu, dunia inabadilika mbele ya macho yetu. Hii si hadithi ya filamu, ni maisha ya watu halisi ni maamuzi ya viongozi wanaotikisa historia, ni hatima ya kizazi chetu na kizazi kijacho. Lakini sisi tuna jukumu la kufuatilia, kuelewa na kushiriki katika mjadala huu. Ndio maana na kuomba, ingia kwenye chaneli yetu ya YouTube Huba Online TZ, usome, uone, uelewe. Bonyeza subscribe sasa hivi ili usipitwe na toleo letu la video kuhusu tukio hili. Tuambie kwenye comments, je, unadhani Irani ina haki au imevuka mipaka? Je, Israeli itajibu kwa vita vya wazi? Hii imekuwa makala maalum ya Ali Kasim Ali kupitia chaneli yako pendwa Hubah Online TZ. Tuko pamoja hadi mwisho wa historia. Tukutane kwenye YouTube. Sura ya 8, siri za vita ndani ya vivuli vya ujasusi. Kile ambacho macho ya dunia hayaoni ndicho kinachoweka msingi wa vita. Taarifa zisizothibitishwa kutoka mashirika ya kijasusi ya Ujerumani na Uturuki zinasema mashambulizi ya Iran ya jana yalitekelezwa kwa msaada wa mfumo wa ujasusi wa satelaiti uliopewa jina la Dust Gabe. Mfumo huo uliiwezesha Iran kufuatilia maeneo ya kijeshi ya Israel kwa muda wa siku 72 kabla ya kushambulia. Muda huo maafisa wa IRGC, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, walihisabu kila sekunde, kila rada, kila miondoko ya ndege za Israel. Lengo lilikuwa ni moja, kupiga kwa usahihi usiotarajiwa. Haya yote yalipangwa kwa siri, kana kwamba ni mchezo wa kivuli, lakini sasa yameonekana wazi. Dunia imeamka. Na sauti ya vita imesikika kutoka milimani hadi mijini. Sura ya tisa. Waathirika. Majonzi ya wananchi wa kawaida. Wakati makombora yanaruka, watoto huamka kwa vilio, wake huomboleza waume wao na wagonjwa hukosa huduma. Hospitali ya Soroka iliyolengwa na kombora jana ilikuwa ikihudumia watoto wachanga waliotoka kufanyiwa upasuaji. Mmoja wa wauguzi aliliambia shirika la habari, hatukuamini kama wangethubutu kushambulia hospitali. Tulijua vita vina mipaka, lakini sasa tunajua hakuna huruma. Wananchi wa kawaida wa Israel sasa wanaishi kwa hofu, lakini pia wananchi wa Iran wanatazama juu, wakijiuliza tutapigwa lini tena? Ukweli ni kwamba kwenye vita kama hivi hakuna mshindi wa kweli. Kuna majeruhi, kuna majivu, kuna machozi na kuna historia isiyofutika. Sura ya kumi. Je, mlango wa tatizo umefunguliwa milele? Kwa kuangalia historia, hakuna mgogoro unaofanana na huu. Wataalamu wa kijeshi wanaonya kuwa Iran akitumia tena kombora la aina hii, Israel inaweza kujibu kwa silaha kubwa zaidi. Pengine hata za nyuklia ya tactical. Marekani tayari imetuma meli zaidi ya kivita kuingia bahari ya Mediterania, na kwa kuzingatia hali ya sasa, huenda Hizbola ikaungana na Iran kushambulia kaskazini mwa Israel, Hamas na Islamic Jihad wakaongeza mashambulizi kutoka Gaza, Huthi wa Yemen wakashambulia meli za Israel katika bahari nyekundu. Yote haya yanaashiria vita vya pande nyingi, vita vya dunia ya Kiarabu na Kiyahudi ambavyo vinaweza kuibadilisha kabisa ramani ya dunia. Sura ya mwisho kabla ya mwamko, tukio hili litakumbukwa. Leo tunapokumbuka Juni 18, 2025, tusione tu kama tarehe ya mashambulizi, tuione kama tarehe ya onyo kwa dunia onyo kwamba silaha zimebadilika, onyo kwamba teknolojia ya kijeshi imepita uwezo wa binadamu kujizuia, onyo kwamba dunia yetu iko katika hatihati hati ya mgawanyiko usioweza kufutika. Na tukumbuke, historia haiandikwi tu na marais, inaandikwa pia na sauti ndogo zinazopaza sauti mitandaoni. Wito wa pekee, unajibu vipi kama Mtanzania, Mwafrika mtazamaji? Je, sisi wa Afrika tuna nafasi gani? Je, tunatizama vita hivi kwa jicho la pembeni au tunajifunza kitu muhimu? Katika kipindi chetu kijacho cha Hubah Online TZ tutajadili athari za mgogoro huu kwa bei ya mafuta na bidhaa barani Afrika, hatari ya mataifa ya Afrika kuvutwa kwenye vita vya majeshi ya kigeni. Je, Tanzania na Kenya zipo salama? Je, tunajiandaa vya kutosha? Vyamaa wa kusasa, bonyeza subscribe sasa hivi kwenye YouTube channel yetu Huba Online TZ, bofya kangele ili upate arifa pindi tukitoa video yetu mpya. Toa maoni yako, je, Iran imekosea au ilijilinda? Je, Israel itakubali kushambuliwa bila kujibu? Hitimisho: moto ulioamka, lakini tuna uwezo wa kuuzima. Tumeona kombora la Iran likipasua anga. Tumeona miili ya raia ikitapaka chini. Tumeona ulimwengu ukitikisika, lakini bado tuna nafasi ya kupaza sauti. Tuwe sauti ya amani, tuwe sauti ya ukweli, tuwe sauti ya kizazi kipya. Mwandaaji ni Ali Kasim Ali, na hii imekuwa makala maalum ya Hubah Online TZ. Kwa hisia, kwa uhalisia na kwa uzito wa historia, tukutane kwenye YouTube. Leo, sasa, kwa sababu historia haitusubiri.